Karibu sana kwenye chaneli yetu nzuri ya Usiteseke Tena. Leo tunaangazia sababu kuu tano zinazowafanya wanandoa wengi kuishi kama wapangaji. Ukiangalia, wanandoa hawa ni mume na mke, lakini maisha yao ya ndani ya nyumba ni kama wageni wasiofahamiana vizuri. Kama na wewe unaishi hivyo au unataka kujifunza ili usifikie huko, twende pamoja hadi mwisho wa video hii. Cha kwanza, kukosekana kwa mawasiliano ya kina. Mawasiliano sio tu kuulizana umekula au kusalimiana tu. Mawasiliano ya kina ni pale mnaposhirikiana ndoto au maono, ufanyaji wa mambo na hisia zenu kwa ujumla. Wanandoa wengi wanaishia kuzungumza juu ya majukumu tu na kusahau mahitaji muhimu ya kihisia na fikra zao. Sababu ya pili ni kukimbilia majukumu badala ya uhusiano watoto, kazi, biashara, hivi vyote ni muhimu ndio, lakini kama mmeacha kuwekeza kwenye uhusiano wenu kwa sababu mna majukumu, basi mnajenga nyumba bila msingi. Jambo la tatu ni kuumizana bila kuponyana. Kuna mambo huumiza sana kama maneno, matendo au hata ukimya. Wanandoa wengi wanaumia, lakini hawaambiani. Badala yake, kila mmoja anaanza kujijengea ukuta na kuanza kujitegemea, kitu kinacholeta utengano wa kihisia baina yao. Jambo la nne ni kila mmoja kuishi maisha yake. Wengine wapo kwenye ndoa, lakini kila mmoja ana maisha yake yasiyomtegemea mwenzie. Mume ana mipango yake na mke ana ratiba zake, yaani hawagusani kabisa. Wakiachana asubuhi, kukutana tena ni usiku, hapa katikati hapana mawasiliano au mahusiano yoyote. Hii ni hatari sana sana. Jambo la tano ni kukosa lugha ya upendo. Wengine wanapenda lakini kwa lugha ambayo wenzi wao hawaielewi anampa zawadi lakini, kumbe mwenzi wake anahitaji muda tu kutoka kwake. Anamsifia kwa maneno, lakini kumbe mwenzi wake anahitaji kukumbatiwa tu. Hivyo wanajikuta hawaelewani kila wakati. Na mwisho nikwambie tu, ndoa ni kitu ambacho kinahitaji uhusiano wa karibu sana. Haiwezi kustawi kama mnaishi kama wageni. Leo chukua hatua, anza kurekebisha namna mnavyowasiliana, muishi maisha ya msamaha, kuweni watu mnaosameheana kwa wepesi zaidi. Rudisheni quality time yenu, mshikamane kama wapenzi kabla ya kujiona kama wazazi au wafanyakazi. Kuweni na muda wa kufanya mambo kwa ushirikiano Mfano ibada, kuangalia movies na mambo mengine yanayowaweka pamoja. Jitahidi kujifunza lugha ya upendo ya mwenzi wako. Fanya hivi kwa kumuuliza ni nini anapendelea zaidi, naye atakuwa wazi kwako. Kumbuka hamkoana muishi kama wapangaji, bali marafiki wa karibu maisha yote. Naitwa Angela Kanine. Ili kupata vitabu vya kukusaidia zaidi, tucheck kwa WhatsApp sim namba 0755 30 26 68. Asante na karibu.